Ikulu ya Kremlin imethibitisha kuwa rais wa Urusi Vladimir Putin alikutana na mjumbe maalumu wa ikulu ya Marekani Steve Witkoff mjini St. Petersburg Ijumaa hii kwa mazungumzo kuhusu masuala ya kutatua mgogoro wa Ukraine. Mkutano huo ulidumu kwa zaidi ya saa nne, lakini pande zote mbili hazijafichua maelezo zaidi. Msemaji wa ikulu ya White House Caroline Levitt alieleza kuwa ziara hiyo ililenga kudumisha mawasiliano ya moja kwa moja kati ya Washington na no Moscow kama sehemu ya juhudi za kusuluhisha mgogoro na kuweka msingi wa makubaliano ya amani. Hata hivyo, ziara hiyo imezua migawanyiko ndani ya utawala wa Rais Donald Trump. Kwa mujibu wa Reuters, Witkoff alitoa pendekezo la mpango wa kusitisha mapigano ambao ungetambua udhibiti wa Urusi katika maeneo manne ya Ukraine yanayodaiwa na pande zote mbili: Lugansk, Donetsk, Zaporizhzhia na Kherson. Pendekezo hilo lilipingwa vikali na Generali Keith Kellogg, mjumbe wa Trump kwa Ukraine, aliyesema kuwa Ukraine haiwezi kukubali hali hiyo. Trump, ambaye amesisitiza nia yake ya kupatanisha usitishaji vita kufikia mwezi Mei, bado hajafanya uamuzi rasmi. Baada ya mkutano huo Witkoff alielekea Urusi kwa mazungumzo na Putin. Kauli na msimamo wa Witkoff uliowahi kutolewa pia katika mahojiano na Tucker Carlson mwezi March umekosolewa na wabunge wa Republican na baadhi ya washirika wa, wa Marekani wakisema wanafanana na propaganda za Urusi. Witkoff alieleza kuwa watu wa maeneo hayo huzungumza Kirusi na alitaja kura za maoni zilizopita zinazodaiwa kuonyesha upendeleo wa utawala wa Kirusi. Baadhi ya wabunge akiwemo mshauri wa usalama wa kitaifa Mike Waltz na waziri wa mambo ya nje Marco Rubio wamepokea malalamiko kuhusu msimamo wa Witkoff. Mvutano uliendelea baada ya chakula cha jioni kati ya Witkoff na balozi wa Urusi Kirill Dmitriev, ambacho kilihamishwa kutoka nyumbani kwa Witkoff hadi White House kwa sababu za kiusalama